Tusimame. Kuomboleza kwa Wakristo ni tofauti na njia ya mataifa. Yesu Kristo aliwazuia kulia kama watu wasio na tumaini. Kuomboleza kwa Kikristo ni kujengana kwa njia ya nyimbo za ushindi wa mauti na zenye matumaini, pia kusoma neno la Mungu. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa, ukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Hapa tuna mjihudumuo, bali twautafuta ule ujao, kwa maana hatukuja na kitu duniani tena hatuwezi kutoka na kitu. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana na lihimidiwe. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika hapa katika huzuni kwa kuwa ndugu yetu huyu Kiriopa David Msuya ametwaliwa kutoka katika maisha haya. Basi tujinyenyekeze mbele ya Mungu mwenye enzi yote na kutafakari juu ya mauti na asili ya mauti tukiomba hivi: We Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi, kabla haijazaliwa milima wala hujaiumba dunia, na tangu milele na hata milele ndiwe Mungu wamrudisha mtu mavumbini, usemapo rudini enyi wanadamu. Maana miaka elfu machoni pako ni kama siku ya jana ikisha kupita, na kama kesha la usiku, waagarikisha uwa kama usingizi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 Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu. Tusikilize faraja ya neno la Mungu kwetu. Mtume Paulo anasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala katika mauti, msije mkahuzunika kama wasio na matumaini. Maana ikiwa twaamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa akafufuka vivyo hivyo waliolala katika Yesu Kristo Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambia haya kwa neno la Bwana, ya kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika tutawatangulia wao waliokufa. Walio katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja naye katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, kwa hiyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika katika Kristo wote watawishwa. Lakini kila mmoja mahali pake, limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo, hata atakapokuja. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha um, utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Maana sharti amiliki yeye hata awaweke maadui wake wote chini ya miguu yake, na adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Na Yesu mshindi wa mauti anasema amin, amin, nawaambia yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele wala haingii hukumuni bali amepita kutoka hukumuni na kuingia uzimani. Amin, amin nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wote wataisikia watakao watakuwa hai, maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake vivyo hivyo, na mwana, vivyo hivyo na mwana kuwa na uzima nafsini mwake, naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msifadhaike mioyoni mwenu msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Maana nyumbani mwa Bwana mna makao mengi, kama si hivyo ningaliwaambia. Msistaajabie maneno haya, maana saa yaja ambayo wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka; wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu na tena Kristo katika utukufu wake husema usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama, ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Mimi ndimi huo ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, na ikila aishie na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je, Unayasadiki haya? Kamwambia, naam Bwana, mimi nina sadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Amen. Tunapojiandaa kusikia ujumbe wa faraja ya neno la Mungu kwetu utakaoletwa na msaidizi wa askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania Dayosisi ya Mashariki na Pwani Dinchede Luisa, tutaimba wimbo namba mia moja na themanini, Bwana usehemu yangu, wimbo namba mia moja na themanini. Husema, tazama nalikuwa nimekufa, nami ni hai, ninazo funguo za mauti na kuzimu. Tusimame tuombe. Mungu baba yetu tunakushukuru umetupa zawadi ya kuishi umetupa nafasi ya kuishi na ukatupa nafasi ya kukutambua wewe na kukujua